Sababu kuu ya wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinapelekea wanawake kushindwa kushika ujauzito, licha ya kwamba kila mwanamke anatamani kushika ujauzito, lakini kuna baadhi ya sababu ambazo zinawasababisha washindwe kushika ujauzito. Sasa hapa, ningependa tuangalia sababu kubwa ambayo inapelekea wanawake wengi zaidi ushindwa kushika ujauzito na ningependa tuende pamoja mwanzo hadi mwisho wa video hii, ili tujue hasa sababu kubwa ambayo yawezekana hata wewe, aidha ndugu yako, imemfanya ameshindwa kushika ujauzito. Kwanza kabisa, sababu hii ni kwa sababu ya matatizo ya ovulation, kushindwa kupevusha mayai hii ndo sababu kubwa ambayo inapelekea wanawake wengi zaidi duniani kushindwa kushika ujauzito, na hizi sio taarifa ambazo ninaziongea tu, ni kutokana hasa na vyanzo vikubwa vya afya. Kwanza, namba moja ni shirika la afya duniani WHO, ambayo imeeleza kabisa ovulation disorder ikiwemo PCOS, polycystic ovarian syndrome, ndiyo sababu kubwa ambazo zinapelekea wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito. Hii taarifa unaweza ukaiona zaidi kwenye chanzo chao cha taarifa, aidha kwenye peji yao ambapo imeandikwa infertility WHO infertility. Hapo utaenda kuona kabisa chanzo kikubwa ambacho kinaonekana zaidi kwa watu wengi duniani kushindwa kushika ujauzito ni kwa sababu ya changamoto za kushindwa kupevusha ovulation disorder, lakini kwa taarifa nyingine kulingana tafiti na tafiti zilizofanyikwa na NIH National Institute of Health, hili ni shirika kubwa sana Marekani, ambalo ambayo vilevile linahusika na masuala ya kiafya duniani kwa ujumla, imeeleza kwamba changamoto za PCOS, changamoto za thyroid na changamoto za uzito kupita kiasi ni sababu kubwa za wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito. Hii imeelezwa kwenye peji yao ambayo unaweza ukawatafuta, imeandikwa NIH what causes of infertility in women. Utaenda kuona kwamba hizo ni baadhi ya sababu kubwa sana ambazo zinapelekea wanawake wengi kushindwa kushika ujauzito. Siyo hivyo tu, unaweza ukaenda ukaangalia chanzo kingine American College of Obstetricians and Gynecologists kwa kifupi inaitwa ACOG, ambapo hapa na wenyewe wameeleza hasa kwamba changamoto ya ovulation, ovulation disorder ilikwemo PCOS ndio sababu kubwa za wanawake wengi zaidi kushindwa kushika ujauzito. Sasa ningependa tuangalie hasa nini sababu ya hii changamoto ya ovulation disorder. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaweza kupelekea mwanamke shindwa kupevusha mayai yako na mwisho kushindwa kushika ujauzito. Kwanza kabisa ni changamoto ya matatizo ya hormone, matatizo ya hormone hasa changamoto ya PCOS, ambapo inafahamika kama polycystic ovarian syndrome, ambapo hapa ni kwamba homoni zako zinashindwa kupevusha mayai kwa sababu zimezalishwa kidogo kuliko uhitaji. Kwa hiyo hiyo inapelekea mwanamke huyu kuto kupevuka aidha kuto, kuto kukomaa na hii kupelekea kushindwa kushika ujauzito. Sababu ya pili ya mwanamke kushindwa kupata ovulation ni uzito kupitiliza aidha kupungua kuliko kawaida. Kama una uzito mdogo kuliko kawaida au umezidi, basi uzito unapelekea hasa shida za homoni, inaweza kapelekea homoni kuwa juu mno, aidha kuwa chini mno kwa hiyo unatakiwa ufahamu BMI body mass index yako, je, ipo sawa? Ukiona hii body mass index tunaangalia urefu, wiano wa urefu pamoja na uzito wako. Kama urefu wako na uzito wako havipo sawa, manake ujue kwamba wewe una uzito kupitiliza aidha chini. Manake kama body mass index ni chini ya kumi na nane, maanake una uzito mdogo kuliko kawaida, lakini ikiwa ni zaidi ya ishirini na tano, basi yawezekana ikawa nini, ni kubwa na zaidi. Kama imeenda zaidi kuanzia ishirini na nane kwenda juu, maana yake wewe uzito wako umezidi. Kwa hiyo unatakiwa umuulize daktari wako ufanye vipimo vya uzito, body mass index, wajue kwamba kulingana urefu wako, je uzito wako ukoje? Lakini sababu nyingine ni msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo huathiri homoni, hivyo inaweza kupelekea mayai kushindwa kupevuka. Kama homoni hazitazalishwa za kutosha kwa ajili ya kupevusha mayai, huyu mwanamke atajikuta anashindwa kuingia ovulation. Matatizo ya tenzi, zikiwa hapo tenzi ya thyroid. Kumbuka tenzi ndo zinazozalisha homoni, kwa hiyo kama kuna tenzi ina shida mfano kama mtu ana uvimbe kwenye ubongo, kwa hiyo tezi ya pituta ina shida. Ana changamoto ya kuvimba kwa tezi shingoni, mfano kwa wanawake ambao unakuta ana changamoto hii ya kuvimba kwa shida kwa tezi ya thyroid, ambapo tunaita love eh, kuvimba kwa thyroid. Kwa hiyo maana yake huyu mwanamke inaweza kupelekea homoni zake zikaa zinazalishwa kuliko kawaida, aidha kidogo mno, ambayo hiyo inaenda kuathiri utendaji kazi wa homoni na mwisho kupelekea mayai kuto kupevuka. Lakini umri mkubwa kwa mwanamke, ambaye ana umri kuanzia miaka 35 kwenda juu, huyu mwanamke basi, ni kwamba unavyozidi kuongezeka umri, uwezo wa mayai vile vile unapungua mayai yenye uwezo wa kupevuka inapungua. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mwanamke anajikuta mayai yake hayapevuki, na ndio maana huwa anashauri, ukifikisha miaka 35 unahitaji ujauzito, ni vema kupata tiba, hasa ambazo zikiwepo supplement, aidha dawa za hospitali ambazo zitaenda kusaidia kuongeza uwezo wa kupevushwa kwa mayai yako. Na kama umetumia dawa za hospitali bado hazijakusaidia, basi jaribu kutumia supplement. Kwa sababu mimi nimeziona zikiwasaidia wanawake wengi sana. Namba sita ni matumizi ya dawa au madhara ya dawa. Kama una matumizi ya dawa zikiwepo, dawa hasa kama hizi za chemotherapy ambazo zinatumia kutibu changamoto za kansa. Kama mtu ametumia kwa muda mrefu, zinaweza zikapelekea vile vile mayai kushindwa kupevuka, kwa sababu zile pia zinaenda kuathiri homoni, lakini vile vile zinaweza zikaathiri mayai moja kwa moja. Lakini sababu nyingine ukiachana na hii changamoto ya ovulation ambayo ndio sababu kuu, kuna sababu nyingine ambazo zinaweza zikapelekea mwanamke ushindwa kushika ujauzito zikiwepo changamoto za kuziba kwa milija, ambayo hii inaweza ikatokana na PID eh, aidha makovu mengi kwenye milija. Lakini kuna changamoto za endometriosis eh, kuota kwa seli nje ya kizazi, changamoto za uvimbe kwenye kizazi. Hizo zote zinaweza zikapelekea mwanamke akashindwa kushika ujauzito. Hivyo basi unavyoona una dalili aidha una, una sababu mojawapo ambayo inapelekea kuto kushika ujauzito, hakikisha unawasiliana daktari wako. Na kama una changamoto hii kwa muda mrefu, umetumia dawa bado hujapata mafanikio, basi ningependa tuwasiliana, tujue namna gani hasa naweza nikakusaidia, kwa sababu wengi mmekuwa wakiteseka kwa sababu tu hawafahamu tiba gani sahihi na vyakula gani ambavyo wanatakiwa kuambatanisha kwenye swala homoni, vyakula inatakiwa vihusike vile vile. Asante sana, usisahau kusubscribe channel yetu kwa ajili ya kujifunza zaidi. Namba zetu ndo hizo hapo juu, nikutakie wakati mwema. Unaweza ukashare na wengine ili nao wajifunze. Asante.